Hebu tutazame historia fupi ya ujenzi wa daraja la Kigongo na Busisi na takwimu zake za utekelezaji nchini Tanzania. Daraja la Kigongo na Busisi rasmi likijulikana kama daraja la John Pombe Magufuli ni mradi mkubwa wa miundombinu linalounganisha mkoa wa Mwanza na Geita, Tanzania. Kwa urefu wa kilomita 3.5, daraja hili linatarajiwa kuwa refu zaidi katika Afrika Mashariki na la sita kwa urefu barani Afrika. Kabla ya ujenzi wa daraja hili, usafiri kati ya Kigongo na Busisi ulitegemea huduma za kivuko zilizochukua takribani dakika 35 kuvuka, lakini kwa kuzingatia muda wa kusubiri na kupakia magari, safari ingeweza kuchukua hadi saa tatu kwa wastani. Lakini magari 1600 yalivuka kila siku kwa kutumia kivuko, na idadi hiyo kwa sasa inatarajiwa kuongezeka hadi magari elfu kumi na mia mbili kila siku baada ya kukamilika ujenzi wa daraja hili. Ujenzi wa daraja ulianza rasmi tarehe 7 Disemba 2019, ukigharimu dola za Kimarekani milioni 308.88, fedha zote zikitolewa na serikali ya Tanzania. Mradi huu unatekelezwa na ubia wa kampuni mbili za Kichina, yaani China Civil Engineering Construction Corporation na China Railway Fifth Bureau. Kufikia Januari 2025, ujenzi ulikuwa umefika asilimia 96.3 na daraja linatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Februari 2025. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega alieleza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan alikuta mradi ukiwa katika asilimia 25 na tayari shilingi bilioni mia hamsini zikiwa zimetolewa. Hadi sasa zaidi ya bilioni 611 zimetolewa kufanikisha mradi huu. Daraja hili lina njia mbili za magari zenye upana wa mita saba kila moja, njia za dharura za mita 2.5 kila upande na njia za watembea kwa miguu za mita 2.5 kila upande. Pia lina nguzo kuu tatu zenye urefu wa mita 40 na nguzo nyingine 64, ambapo mbili kati ya hizo ziko umbali wa mita mia kutoka nguzo kuu, na zilizobakia ziko umbali wa mita 40 hivi kutoka nguzo moja hadi nyingine. Mradi huu umetoa ajira zaidi ya watu 29211 tangu kuanzishwa kwa kwake ambapo asilimia 93.33 ya ajira hizo ni za Watanzania. Kukamilika kwa daraja hili kutapunguza muda wa safari kati ya Kigongo na Busisi hadi dakika tano hivi na hivyo kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika kanda ya ziwa na nchi jirani kama Uganda, Rwanda na Burundi. Daraja la Kigongo Busisi ni ushuhuda wa jitihada za serikali ya Tanzania katika kuboresha miundombinu na kuunganisha mikoa na maendeleo endelevu ya taifa. Hakika sisi ni Tanzania.